Ningependa kutoa rai kubwa kwenu ninyi kuhakikisha e, kwamba katika utoaji wa habari wakati wa kuhabarishana vyema, vile vile ukajikita katika kitu tunachokiita ambacho ndio asili kwa kweli ya kazi yenu kumbukiki kumbukumbu sio tu kurusha na kuandika magazeti na nini, lazima tufanye vile vile kuhakikisha kwamba tunakuwa na taarifa za kudumu za kuridhisha watu wengine, vizazi vinavyokuja. Siku hizi taarifa tunakwenda tu natangaza kwenye habari, unaandika kwenye gazeti, labda tunatoa makala fulani, basi esha. Lakini asili ya taanisia yenu ni kuhakikisha kwamba unaweka kumbukumbu za kudumu, ndio neno jena netokea kama sayansi ya kuweza kutunza eh, taarifa mbalimbali na hasa zinazohusiana na lugha na utamaduni wa watu eh, wenzeni au, au yale yani, mambo ambayo yameshaonekana kwamba yamepitwa na wakati, lakini yalikuwa na ujumbe maalum wa jamii husika. Kwa mfano hii e, pembe pembe ya ng'ombe na pembe ya vuzi ya, e, ya wanyama, watu walikuwa wanapashana habari kwa kutumia hiyo mpanama, lakini nadhani hakuna hata mahala ambapo maandiko yasiyokuwa katika vitabu fulani fulani hiyo nayo ilikuwa ni chombo cha ubadilishana, ni chombo cha kutunza mila na, eh, na desturi za watu, walikuwa wanawasiliana na, na mia ngoma, ni chombo cha mawasiliano, walikuwa wanaitana, wanabadilishana. Lakini e, vitu hivi eh, karibu havina nafasi tena katika Tanzania yenu.

Hapa kuna utamaduni wa Mtanzania wa makabila yote yaliyomo katika nchi. Kuna hadidi zao na maelezo yao, na kuna aina ya sanaa ya maonyesho wanaweka katika kumbukizi ya viamo ambavyo navyo vina ujumbe wake wanayehusika husika, kwa maana wakati wa maelezo kneii

hata wale waliovion wanini aiiaiko kwenye mabeni eskkwa hivi mimi napenda ni washukuruni kwa kazi mnayoifanya, naifanya kwa ujasiri mkubwa, lakini mtuwekee hazina katika kutengeneza documentation za vitu mbalimbali. Itatusaidia na hata kwa kufundisha na wengine zamani tumaishije, kufanya nini? Mtu akifanya eh, makusanyo ya vitu hivi na kuviweka katika kava za namna hii, itakuwa ni, ni kuikizi vizuri sana kwa, kwa wale watakaokuwepo na watakao kuja, ni hazina. Hapo ndipo takuwa naweka hazina ya taamisia yenu kwa vizuri za baada ya hayo yani, mlendo vino vyene tukibariki e, ili mwezi kuendelea kutoa taarifa nzuri kwa vile usawa wa nchi yetu na kanisa katika mwaka huo wa elfu mbili, baba mtakatifu Yohane e, Paulo wa pili, ambaye ni mtakatifu sasa yuko pale, alitualika sema tuwe na matumaini katika nyakati zetu hizi ambazo zina mabadiliko ya kila aina, mabadiliko hasi na mabadiliko chanya. Sasa tuwe makini, nilikuwa mmekumbushwa leo na kukumbushwa juu ya hiyokichia cha mwaka elfu mbili, alituambia kwamba tuwe na matumaini katika nyakati zetu hizi. Nyakati zetu hizi sasa imepita miaka ishirini na mitano alipotamuka ile lakini baba Mtakatifu wa sasa naye akatuambia kwamba matumaini hayatahayarishi. Lakini ni wangapi wanaoishi nasi katika wajirani ambao wanakata tamaa kwa sababu mbalimbali ya mazingira ya maisha yao yaliyopo? Sasa sisi kama Wakristo swapashwa kujengea matumaini mapya kwa kuwa sisi wenyewe watu wenye matumaini mane thabiti, matumaini ee, siotayarisha na watu wenye mapendo wasiovitaua.